Madini ya ujenzi na hapa tunaeleza kwamba wachimbaji wadogo katika machimbo ya Nyanga wilayani Bukoba wamelalamikia sheria namba 14 ya madini ya mwaka 2010 kuwa inawanyima fursa katika shughuli za uchimbaji na usafirishaji wa madini ujenzi, na hivyo kusababisha gharama kubwa za ujenzi kwa watu wa kada ya kati na chini. Licha ya kulaumu baadhi ya vipengele vilivyomo katika sheria hiyo, wamesema inawakandamiza na hivyo kusababisha migongano baina yao na watumishi wa idara ya madini mkoani humo. Pengine kwa undani zaidi tutazame makala hiyo na kisha tutarejea hapa, mimi na Mapuli kuangalia ama kudadavua japo kidogo. Pamoja na wachimbaji hawa kuonekana wakiwa na hali ya moyo wa kazi wanaoifanya, masuala kadhaa yanawakwaza ikiwemo sheria namba kumi na nne ya mwaka elfu mbili na kumi. Sheria hiyo inawataka wachimbaji wadogo kuwa na leseni za madini, lakini pia kulipa ushuru kwa kila safari moja ya kupeleka madini ujenzi kwa mteja, ambayo ni pamoja na mchanga, kokoto pamoja na mawe. Yaani unauza tripu shilingi elfu ishirini unakatwa madini shilingi elfu tano unabaki na elfu kumi na tano. Sasa kama sisi unifanye nini? Anaweza akakutunza nini na familia yako na shule unasoma watoto. Tulikuwa tuna leseni yetu tunarenew tu kwa laki moja kwa mwaka sasa kwa, kwa sasa hivi kila tilipu tunakata tarehe risiti shilingi elfu tano inapunguzwa pale kwenye kokoto. Alafu tena bado tunaendelea tena kwa mwaka kulipa ile ile laki. Leseni ya kusafirisha tunayo, wanayotoza kwa mwaka shilingi laki mbili na nusu kila gari moja. Sasa alafu baadaye nakwambia unavyosafirisha, ukipakia uvilipie. Si wachimbaji wadogo pekee walioathirika na sheria hiyo, lakini pia wakandarasi ambao husafirisha madini ujenzi hayo kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa maana nyingine, kama unafanya kazi Ngara, Karagwe, popote tu ukikutana nao kule, watakwambia hivyo kwamba bwana, hii um, vifaa unavitoa wapi? Au nimenunua huko kwenye wapiga kokoto au mawe, wanakwambia hii risiti iko wapi? Sina, kwa sababu wale watu bwana hawana uwezo huo na hawana nani, hawana hivi vitabu vyenu vya kukusanyia ushuru. Mzigo unaubeba wewe fine Kaimu afisa madini wa mkoa wa Kagera anasema idara yake inafuata na kuhakikisha sheria hiyo inatekelezwa na kufafanua vipengele kadhaa vinavyohusiana na madai ya wachimbaji hao. Yule aliyemuuzia, yule ambaye ndiye mmiliki wa leseni atampa vocha mbili. Vocha moja anatakiwa awe nayo ampelekee yule aliyenunua, alafu vocha moja atakuwa nayo kwa ajili ya ukaguzi. Na kisha kuelezea madai ya ushuru unaoelezwa kuwa ni mkubwa miongoni mwa wachimbaji wadogo Sheria hii namba kumi na nne kifungu cha 87 inamtaka alipe mrabaha. Mrabaha unatozwa kulingana na aina ya madini. Baadhi ya wachimbaji pamoja na wakandarasi hao wamesema sheria hiyo inatakiwa kuangaliwa upya ili kupunguza gharama za uendeshaji pamoja na kupunguzia mzigo wa wananchi katika shughuli za ujenzi. Mariam Emery, Star TV, Bukoba.